Kumbuka kuwa Serikali inatambua sana huduma za uuguzi na ukunga, ambapo asilimia sitini ya watoa huduma wote sekta ya afya ni wauguzi na wakunga, na asilimia themanini ya kazi zote za sekta hiyo hufanywa na wauguzi. Hivyo, kwa kutambua mchango mkubwa wa wauguzi katika huduma za afya nchini, ndio maana Serikali ipo bega kwa bega na wauguzi katika kuinua na kuboresha taaluma hiyo. Ndugu washiriki, maadhimisho haya ni chachu ya kuongeza ari ya kutoa huduma bora zenye kuzingatia heshima staa na utu wa binadamu awaye yote pasipo kujali hali, rika, rangi au dini, huku zikizingatia maadili chini ya misingi ya uuguzi na ukunga. Mkumbuke jitihada za mwanzilishi wenu Bi Florence Nightingale za kuhakikisha taaluma ya uuguzi inasimama na kuendeleza hadi karne hii ya 21. Ndugu wa shiriki, natambua uwepo wa wauguzi wengi wanaofanya kazi kwa ufanisi kwa kufuata maadili ya taaluma hii adhimu. Pamoja na utoaji wa huduma, mmeweza pia kusimamia ujenzi, kama hapa hospitali tuna EMD, tuna jengo la mama na mtoto, tuna jengo la upasuaji. Lakini pia naamini Manyoni wamekuwa na miradi mbalimbali ya afya, Ikungi, Mkalama, Singida DC na nyinyi mmekuwa sehemu ya kusimamia hiyo miradi. Kwa hiyo tunawapongeza sana sana kwa kazi kubwa na nzuri mlikuwa mkifanya. Lakini pia wapo baadhi ya wauguzi wachache wanaochafua taswira ya taaluma hii kwa kukiuka maadili na miko ya uuguzi na ile ya kiutumishi kwa ujumla, kwa tabia za ulevi, kuchukua fedha za wagonjwa, kuwazuia wagonjwa au wateja, kuwauzia wagonjwa au wateja bidhaa za afya Hawa wanaharibu tasnia nzuri ya uuguzi na ukunga. Inaomba wauguzi hawa wanapotambuliwa wakemewe na kuchukuliwa hatua mara moja. Pia kuwashukuru wauguzi wote na viongozi wenu kwa maandalizi ya maadhimisho haya ambayo yatasaidia kuzaliwa upya katika utekelezaji wa majukumu yenu, atasaidia kuzaliwa upya katika kuleta morali ya kazi na utoaji huduma bora, lakini kuzaliwa upya kwa kujituma na kuipenda kazi yenu kuzaliwa upya katika kumpenda Mungu na watu wake ambao ni watu mnaowahudumia. Kuzaliwa upya katika kuweka malengo na kuyasimamia. Kuzaliwa upya katika kufanya kazi kwa bidii, upendo mkubwa na kujitolea. Kuzaliwa upya katika kujali utu wa mtu na kutunza siri za wagonjwa. Kuzaliwa upya katika kuhudumia watu wote kwa usawa na kushirikiana na wanataaluma wengine. Ninaomba niwaambie kwamba nyinyi ni wathamani sana, lakini pia nyinyi ni watu muhimu sana, lakini pia nyinyi ni watu bora sana, na kazi yenu si bure katika Bwana. Kwao ninaomba muendelee kujipa moyo, mjipige kifuani na mseme, kazi yangu si bure katika Bwana. Amen, amen. Na kazi yenu kwa kweli ni nzuri, tunaitambua na ni kubwa, na mnaifanya kwa kutegemea sana Mungu hivyo mwendelee kumwomba Mungu aweze kuendelea kuwasimamia na wengine, mkiwa mnaomba basi mtumie neno kutoka Kumbukumbu 28:12 ambapo anasema, Bwana aendelee kubariki kazi za mikono yenu. Na wengine mkiwa mnaomba mnasema Wakorinto wa kwanza sura ya 15:58, na msidi sana katika kutenda kazi ya Bwana, kwa maana na yajua ya kuwa kazi yenu si bure katika Bwana. Ninawatia moyo, ninawaomba mwendelee kushirikiana, msiache kujifunza Muendelee kupendana. Unapoona kuna eneo unapitia ni gumu, hebu mshirikishe mwenzio, kwa sababu yote tunayoyapitia kuna ambao walishawahi kuyapitia. Mshirikishe mwenzio, jifunze kila itapo leo, ili unapofanya kazi yako ifanye katika ubora. Siku hii iwe ni chachu na ari mpya ya kutoa huduma bora, kama ambavyo kauli mbinu yenu inasema, uuguzi nguvu ya mabadiliko duniani. Mungu ibariki taaluma ya uuguzi na ukunga. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.